Kwa hiyo wa, wa, wa, wadau wangu wote, mabosi kwa wadada, mi nataka yani mwelewe tu superwoman ni ndio, ndio msimamo wake. Watoto wa kike wajifunze kazi, sio kwa sababu ya kwenda kuolewa au kufanyia waume, ila kwa sababu wao wanataka kuwa bora, wawe wanawake bora, wawe masuperwoman kwenye maisha yao, wajisimamie. Kwa hiyo mume yupo, hayupo, maisha yako yanasonga mbele. Asanteni sana eh? Superwoman. So super jiko. <laughs> Mabosi, mabosi, tena na mabosi. Mipaka jamani, mipaka. Mipaka mabosi. Mabosi jamani, kikubwa ni kwamba kuna katika wadada umewahi kuwa nao. Labda kwa mabosi walioko swali liwe. Yaani ume, umekuwa na wadada tofauti, tofauti tofauti. Umewahi kukutana na dada ambaye yani anakuwekea mipaka, yani wewe unataka afanye kazi zake eh? Unamwambia afanye usafi chumbani kwako, anaanza kukuangalia kama vile eh? Mbona kama sijasikia vizuri. Umewahi kukutana na vitu kama hivyo? Unamwambia apike, kwa sababu anaona uko mme na mke nyumbani, anashangaa kwa nini wewe usiende kumpikia mumeo, sijui unaelewa, yani wanakuja na hizo culture E, yani kuna changamoto kama hizo ndio tunawasaidia. They have to think different, lazima wafikiri tofauti. We have to train them kwamba hii sasa ni kazi, wamama wa kisasa, sio wamama wa miaka ya karne zilizopita. Lazima waende na mabadiliko ya muda unavyokwenda. We are so busy, tuna mambo mengi na tu, tunawalipa vizuri enewe anyway. Kwa hiyo wasiweke mipaka kwenye utendaji wa kazi, hicho ndio kikubwa ambacho tunataka wakisikie kutoka kwenu wasijua wakasema sisi wadada center ndio tunataka kulazimisha, lakini mabosi wenyewe aa, wanataka wawapikie waume zao, wa, wafanye usafi nyumbani kwao. E, haya, wapo, wapo. wapo na sio vibaya. Yani umesikia, wapo, yani wapo na sisemi kama n, wanachofanya ni vibaya, ni malezi na makuzi waliopata, lakini tusisaulike sisi ambao sasa hivi We are so busy na tuna demand tunahitaji wadada ambao wanaweza kufanya everything. Everything. Kwa hiyo wasituone kama si tumekengeuka au tuko tofauti ah -ah. Kwa hiyo ndio hicho, yani kwamba kama bosi anataka ufanye kila kitu fanya, lakini ukikutana na yule ambaye hataki ufanye it is okay, bado ni sawa pia ya yeah. Lakini wajue tunakokwenda, wewe, mna mabinti zenu, nani hapa binti yake anajua kufanya kazi vizuri za ndani? kuna watu mabinti wamemaliza vyuo vikuu hata kuwasha jiko hawajui. Kwa hiyo ni lakini anaweza kutengeneza hela yake nzuri, si hata haya mtu afanye kazi eh. Kwa hiyo tuna watoto tunawapeleka hizi shule za kisasa, wamefocus kwenye kutafuta maarifa ya namna ya kutafuta pesa, na wengine wameshaanza kutengeneza pesa zao. Sasa utamwambia mtoto lazima ukae nyumbani, wewe unakuja kuolewa, ujui kupika kweli? Atakuelewa binti kama huyo? Sijui. Aya, mabosi. mm -hmm. Chumbani tunaingia au? <laughs> <laughs> wadada center <center. laughs> Uh, mimi kwa upande wangu wa kuhusiana na masuala ya mipaka <laughs> yeah, <kitu> yeah. <laughs> nasema mimi kwa upande wangu wa kutokana na masuala ya kuwekeana mipaka <laughs> kwa bahati nzuri mimi sijabahatika kupata wadada ambao wanachagua kwamba nifanye hiki nisifanye hiki lakini kwa mtazamo wangu tu nikiangalia, nadhani wale ambao wanaweka mipaka kwa mtazamo wangu nikiangalia, kwa wale ambao wanaweka mipaka, wakati mwingine nadhani inatokana na ile mkataba wa ofisi kwamba kuna kazi ambazo wanakuwa hawataki kufanya, kwa sababu sisi kama mabosi uh, tunajitahidi kwa kweli kuwalipa ambayo tunawalipa wafanya I mean hao wasaidizi wetu sio pesa ndogo. Kwa maana hiyo hao uh, wasaidizi uh, wakija kufanya kazi, basi wajitahidi sana, wasichague kazi. au kama kituo kiki I mean kwenye yale masharti ya kituo waangalie, uh, namna ya before kumpeleka dada kwenye nyumba, uh, kwenye sehemu ya kazi, na kama kwa sababu uh, before kumchukua dada ofisi huwa ina, inakuuliza kwamba kuna majukumu gani nyumbani. Unamwambia kuna moja mbili tatu, lakini yanaweza kuwepo hayo baadaye. Unakuta labda mimi labda nimesema na watoto wawili you see? lakini baadaye labda nikapata uh, wageni ambao watakuja labda kukaa nyumbani hata miezi miwili. Sasa unakuta ukishaweka yale ma ukishaweka nini sijui ni, ni, niseme ni mipaka kama masharti ukishaweka vile kwa hiyo wakitokea wageni wengine wakakaa hiyo miezi miwili, msichana anaanza kuona, ah, sasa naanza kuona sasa mimi mbona niambiwa nahudumia tu watu wawili, sasa watu wengine itakuwaje? Unaona, na bosi hapo ukija kuangalia pesa ambayo unamlipa mdada, um, ni pesa nyingi kwa kweli. Komba, pesa kwayo, uh, kwa kweli sio kwamba na sisi wenyewe tuna struggle kutafuta hiyo pesa kuwalipa. Kuweka mipaka kwenye kazi sio vizuri, then um, napenda kuchangia ile kitu ambayo Uh, Mr. Aaron alisema alikuwa anauliza kwamba je, kumwachia msichana, yani tunaweza kumpa uhuru msichana kuingia chumba I mean ch chumbani kwa mabosi. Ile unajua kitu ambacho kinasababisha mabosi wasiwapatie uh, access ya kuingia vyumbani ni kwamba wadada wengine wanakuwa sio waaminifu. Kwa mfano mimi mimi na mtoto mkubwa ambaye anajitegemea yani, vitu vingi anajifanyia mwenyewe, sio kwamba anafanywa na dada. Lakini iliwahi kunitokea kwa dada mwingine ambaye halitoka. Actually, mtoto wangu ana chumba chake, ana kabati yake, nguo zake zinakaa kabatini kwake, na chumba chake huwa kinakaa wazi muda muda wote, hakuna muda kinafungwa. Na mashuka pia ya chumba cha mtoto na vyumba vingine yanakaa kwenye chumba cha mtoto ili iwe rahisi kama dada atataka shuka basi iwe rahisi kwake kuchukua shuka na kwenda kubadilisha vyumbani kwake au chumba cha mtoto. Sasa kuna wakati mimi iliwahi kutokea dada ameshaondoka na ndio nagundua ameshanichukulia mashuka yangu manne mapya kabisa. Sasa unaona vitu kama hivyo vinakuwa vina vinavunja moyo na vinasababisha mtu ku yaani kuondoa ile uaminifu kwa wadada, lakini sio wote ambao wenye tabia hizo. Wenye tabia hizo ni wachache sana ambao wanawaharibia wengine pia. Yangu ni haya. Wadada Center, nashukuru kupata hii nafasi. Kwanza nimpongeze wakili msomi hapo, yani vitu alivyoviongea mm, Madame Gould. Madame, you said it all, yani umesema kila kitu ambacho kilikuwepo kichwani kwangu, ndio maana hata nimekuwa kimya. Amesema amegusa kila engo, yeah. Kuhusiana na mada tulio nayo leo kuna swali, Madam Joyce hapo umeuliza kwamba mabosi tumewahi ku experience though, silipendi sana jina la bosi okay. Ni kwa sababu tunatenganishwa, kwa sababu tuko na wadada hapa anyways. Nitalitumia hilo hilo waajiri, so mabosi <laughs> yes. Mama, dada, <laughs> wajiri, wajiri yae, wajiri. Kaka, kaka na dada au baba na mama. Ni kwa sababu wa Mr. Aron, ni kwa sababu tunapokuja kukaa na hawa ndugu zetu wa kina dada wanakuwa part ya familia yes, wasaidizi wetu, <laughs> wasaidizi wanakuwa sehemu ya familia zetu kwa sa kazi, like i ni sahihi lakini wanakuwa sehemu ya familia zetu mm -hmm. Kwa hiyo sasa uh, kwa kikazi, dada hawezi kuja nyumbani umekaa naye mwaka mzima anakuita mwajili wangu maana hey, tunatumia madam <sighs> au saa au ukitumia bosi bosi Kiswahili au tumia madam au saa. Yani hiyo ni sisi tunafanya hivyo kabisa makusudi intentionally kabisa kwa sababu gani? Kuweka mipaka. Kuweka mipaka lakini pia psychological boundary. Kwa sababu okay. Kusipokuwa na psychological boundary, mimi wewe nikikuita dada, kaka, mama, dada, ndo baadaye kama dada anakuja kwako na mume wako atamuita nani? Shemeji eh? and mm, then what happens, sijui mm. Kwa hiyo kila mtu kama... analiangalia hilo swala kwa ha, sisi. Sisi, kwa engo yake. Ngoja ngoja niseme kitu muhimu kabla hujaendelea mm. Sisi tunaangalia kwa sababu ya utafiti wa muda mrefu okay, tumekuja kugundua kabisa wadada ambao wanakuwa wako kwenye mode ya kufanya kazi huwa wanafanya kazi. Ambao wanakuja nyumbani, alafu mnawatreat kama ndugu. Asilimia kubwa wao ndo wanaopata shida kwa sababu anaondoa mentality ya kufanya kazi, anaanza kukutreat wewe kama familia. Then ikishakuwa familia, psychological, ile boundary inaanza kupungua taratibu. Kuna tengenezwa entitlement. Tuna stories za mabosi wengi sana ambao anakuambia huyu dada, nimemfanyia kila kitu, lakini sielewi kwa nini ananifanyia hivi? Kwa nini hivi? Ni kwa sababu umemswitch mode umemwondoa kwenye mstari wa kufanya kazi, wa kuwa ni msaidizi wako. Hatusemi watuiti vibaya, amekuwa part ya family. Sasa mtu akishakuwa part ya family, unaanza wewe kuwa uncomfortable. Akishaanza kukita dada dada, unamuita mtoto wangu, sijui nini, then inaanza kuwa shida hata kwenye kwenye, umeona. Then ukianza ku umeona kwa hiyo yani ni, ni, ni tafiti ambayo tumeona muda mrefu imewaletea waajiri wengi shida. Kwa hiyo tunachokifanya tuna choki, tuna tuna tunachokifanya ni kwamba hatukatazi ninyi waajiri kukaa na awa dada vizuri kwa sababu there's a difference between kukaa na dada vizuri kukaa na dada na kukaa na mwajiri wako au wa msaidizi wako vizuri, kumfanyia vitendo vibaya. Kwa sababu hata ukisema kama ndugu, tuna ndugu wangapi wanafanya vitu vya ajabu eh? si ndo hawa tunaita wajomba, shangazi, wanawabizi watoto. Kwa hiyo actually, kusema na kana dada kama ndugu haina maana kwamba utamtuchi vibaya. Kwa hiyo the idea ni jinsi gani uishi na dada vizuri anayekusaidia kama msaidizi, kwa heshima ukijua wewe ni msaidizi wangu. So lazima awe mwanao, So lazima kwite baba, babu, bibi, shemeji nani? No, those are just names, means nothing. Kinachomata ni ile heshima atakayokupa wewe kama mwajiri wake. Akiheshimu, hapa ndo unapopata kula yangu. Niko hapa kwa ajili ya kufanya kazi. Nisipofanya kazi nitaondolewa. Ndio maana sisi tumeweka mkataba. Hamna mkataba wa ndugu duniani. Lakini mkataba upo wa kazi. Kwa hiyo, shida tunayoipata ni sisi tunaweka mkataba uko very strict. Halafu mabosi wanaanza kuwakumbatia watoto kama wanataka kuwanyonyesha Simeelewa sisi wa Tanzania, hicho kitu tunashida nayo. Uwezi kwa kumkumbatia dada kama unataka kumnyonyesha. Huyo ni mfanya kazi. She has to work, lazima afanye kazi, asipofanya kazi utatuambia, tutamsaidia. Tukishindwa kumsaidia, ataondoka, dunia itamfundisha, atarudi tena. Kwa nini tunajela Tanzania au? Kwa nini tusiishi kama ndugu tukarudisha huko? eh? Si shule na watu wanafukuzwa kaa, wanafukuzwa shuleni. Kwa nini tusiishi nao kama ndugu? No, hapana. Inapokuja kwenye watoto, na hii ndio shida kubwa Tanzania. Sisi hatuchezi when it comes to kids, kija kwenye watoto lazima tuwe wakali. Haya mambo ya kukumbatiana ya zamani, hapana. Dada lazima amwangalie mtoto vizuri, lazima amlinde mtoto. Kwenye kumlinda mtoto, kumwangalia vizuri, sio lazima awe ndugu zako, kwa sababu tuna shule zinakaa na watoto watoto wetu na ndugu ndugu zetu, tunachekecheza na watoto, ni ndugu zetu. Sasa kwa nini dada iwe shida? Shida inakuja pale ambapo kuna kuna abuse kati ya bosi na dada, kutokea kwa pande yoyote. Kwa hiyo mabosi wengi wanafikiri nikimfanya nikimfanya awe kama mwanangu, ndo atatreat vizuri nini mtoto wangu? Hapana, kitakachomfanya wa treat vizuri mtoto wako, kwanza ni yeye mwenyewe, katoka wapi, ana maadili gani? Pili, nawe utamtreat vipi? full stop. Tuna wadada wengi hapa ambao wanaheshima, hawaiti mabosi wao babu wala bibi wala nini, wanamwita tu saa madam fulani. Heshima ipo na kazi anafanya kwa sababu hata sisi makazini kwetu hatuwaiti mabosi wetu baba au mama hata kama tunaishi nao, kwa hiyo huo ni mpaka ambao tunasema. Bosi ukitaka kukaa na dada vizuri, unataka kumnunulia vitu mnunulia, lakini tengeneza mfumo wa reward. Lazima dada earn rewards kazini isiwe bure hizi bure. Bure, bure ndo zinatuletea shida wewe unaenda shopping, si ndio ya vitu vyako, unatengeneza mentali kwamba huyo ni familia, lakini huyu dada anatakiwa hizo extra. Tumetoka kuongea hapa, lazima afanye zaidi, hakuna reward? Si nyinyi mnafanya kazi jamani? Bonus kazini unazipata kwa kufanya kile unachokifanya kawaida kila siku? Lazima ufanye extra, yes. Kwa hiyo kuna vitu vya utendaji, yes, tutampa vocha. Ni muhimu, nafikiri hiyo mada ya vocha itakuja pia. Dada kama yuko nyumbani na mtoto wako, lazima uhakikisha na vocha ya mawasiliano. Usitegemee hela ya dada kwa sababu dada akwambia mimi sina hela, na hilo jukumu la mawasiliano la kwako bosi, lazima uhakikisha. Lakini vitu vingine vyovyote ni jukumu lake. Which means, we unachotakiwa tu mhudumie, mtii vizuri, mheshimu, kama kuna shida turudie sisi ili sisi tujue jinsi gani tutamrekebisha, umeona. Lakini maswala kuna, kuna shida hapa ya titles hey, ya majina ambayo wadada wengi wana, wana abuse na shida kiukweli, sio ajili shida ni wadada. Kwa hiyo tunajaribu psychologically kuwalinda kwa kuanza kuondoa taratibu hizo entitlement. Na zenyewe zimetoka wapi jamani? Zamani tulivyokuwa, tuna aa wa wadada walikuwa kweli ni ndugu zetu.